Azam yaandika barua ya malalamiko kwenda bodi ya ligi na imejibiwa, ambapo uongozi wa Azam FC imeandika barua ya bodi imeandikia barua bodi ya ligi TPLB ikilalamikia uamuzi mbovu kwenye mchezo wao dhidi ya JKT Tanzania uliopigwa, eh, uliopigwa Oktoba moja Meja Generali Isamuyo. Azam FC barua yao imewasilishwa ofisi ya mtendaji mkuu yani CEO wa bodi ya ligi asubuhi. Timu ya Azam imefanya kwa mujibu wa kanuni zinavyosema kuwa malalamiko yote yanapaswa kupelekwa sehemu husika kwa maandishi eh, kwa, kwa na sio kuzungumza sehemu ambazo sio sahihi. Uongozi wa Azam FC una malalamiko matatu: tukio la Jafeti Kitambala ambalo alimvuta jezi ndani ya boksi na kushindwa kutoa kwa Lusajo Maikenda kuchezea rafu na Himidi, ambao ambaye alichezewa rafu na mlinzi wa mwisho ambaye alistahili kuonyeshwa kadi nyekundu ila alionyeshwa kadi ya njano. ni malalamiko ya Azam FC ambayo waliweza kuandikia bodi ya ligi na baadaye, bodi ya ligi baada kama ya kamati ile ya masaa sabini na mbili baada ya kukaa ikaweza kujibu na kuwapa adhabu baadhi ya watu ambao walionyesha kuto kufanya vizuri kwenye eneo hilo ambapo katika eh, kamati ya masaa sabini na mbili basi imeweza kutoa adhabu kwa wale marefa wote ambao waliweza kuchezesha mchezo baina ya Azam FC pamoja na JKT Tanzania ambapo mchezo huu ulichezeka katika uwanja wa JKT Tanzania unajulikana kama Meja Isamuyo, Meja General Isamuyo Stadium huku eh, ukitoa adhabu pia na marefa wengine waliochezesha mchezo baina ya Yanga pamoja city na huku ukimpa e, ukimfungia Baka kwa mechi takriban tano, kwa kucheza mchezo ambao sio wa kiungwana. Hivyo malalamiko ya Azam FC yameweza kujibiwa, lakini yamejiboka namna tofauti, baada ya wao kulalamikia mambo matatu ambayo wanadai kwamba mchezaji wao alivutwa jezi ndani ya box ambayo ilitegemea kuwa ni penalty box penati lakini pia Lusaju Makenda kuchezewa rafu na Himidi, ambaye alichezewa rafu na mlinzi wa mwisho ambaye istahili kuwa kadi nyekundu, akapewa yanjana.